Mmoja alikuwa house girl nyumbani kwa watu fulani wasomi. Sasa hii ilikuwa ni familia moja ambayo ni wasomi na kulikuwa kuna house girl ambaye aliishia darasa la tatu, nyumbani kwao na kukawa kuna kijana ambaye na anafanya uh, andiko lake la PhD na profesa ambaye ni baba yake huyo binti au uh, baba wa nyumba uh, yule mwanafunzi anakujaga jioni kwa ajili ya kupitia andiko lake Hausgeliana ni wale wanaotoka kwenye kabila la watu ambao wakisalimia wanapiga magoti kabisa hivi kusalimia shikamo, alafu mle ndani kuna mabinti wasomi wamemaliza muuniversity muuniversity wa South Africa, muuniversity wa huko Ulaya, muuniversity wa huko Marekani sijui wapi, alafu yule kijana anayefanya PhD akifika pale akiwasalimia wale wana hey! Hey. <laughs> <Yani>. <laughs> I'm talking about self discipline. Kwa hiyo yule kijana yule house girl anaenda ametokea huko huko makurunge huko wapi huko, sasa akifika aki, aki, aki, aki pale, anamtengenezea juisi anamwambia, profesa amelala, atamka baadaye, ameniambia ukifika nikupe chai ukae kule kwenye garden, anaenda anampelekea na gazeti Eh, kama utakaa hapa sema mimi nandiko langu ninasomasoma soma. Anaenda kila saa, alafu wale wengine sasa laptop, vya, wana laptop vyao wana visimu vyao vya kupanguza na hivyo vitu vingine vingine mlivyo navyo, wanapita na wako nyumbani, wamevaa vinguo havieleweki vinakotokea vinakoishia, huwezi kujua. My God! Sasa yule jamaa akafika mahali, ni kijana anataka kuoa, kwa hiyo yu akamchumbia yule house girl Akamfuata inbox mchekage, muongeze maisha jamani, hapa duniani ha! Basi akamfuata inbox ya akamchumbia. "Ah! mimi siwezi kuolewa nawe, sijasoma, sijui hata mimi sijafika darasa la saba, akamwambia nimekupenda. Akamwambia mbona nisikushauri? o oh, wasomi wenzi anasema a, sio namba zao hazisomeki Yaani, hata nikijaribu kuingiza password <laughs> aingii. Kwa hiyo baadaye akamwambia profesa kwamba nitakuja, nimeona binti nyumbani kwako na nitaleta barua ya, ya posa. Profesa aseme nini kwa mwanafunzi wake ambaye anamfanyia PhD. akamwambia okay. You did good, I think umehamua vizuri na of course utakuwa unaendelea vizuri na mimi nitaendelea kuangalia. Kwa siku ya, ya barua sasa, surprise. Akaleta barua ya jina la house girl. Wamekuja watu na posa na barua, profesa akasoma, akabadilisha miwani, akaona hii miwani ina matatizo hii <laughs> akasoma tena, akakuta ni house girl, akamwita yule kijana ambia, kuna, ni, kuna, is there any confusion? <laughs> akamwambia umechanganyikiwa, kuna namna ambavyo umechanganya majina ya mabinti zangu. Of course huyu ni fulani uh, amemaliza chuo kikuu kwa masters program uh, university ya, ya, ya Marekani, Washington DC, sijui university gani. Huyu amemaliza South Africa, huyu amemaliza Canada. Hawa ndio nilionao hapa, lakini hili jina uliloleta wajumbe hili jina uloleta sio? Akamwambia profesa, hilo jina nilokuletea ndilo lenyewe. Najua kabisa huyu ni house girl. Kaambia basi, kwa mpaka hapa mahari imeahirishwa, uh, mahari imeahirishwa kwa muda <laughs> na barua haitasomwa mpaka tupate wazazi wa house girl huyu, alafu pia you need a counseling <laughs> you have to be counseled, lazima ushauriwe, navyonekana umekurupuka Ita kuzi, utaenda unajua, hata hajafika darasa la saba, ungetuniuliza ni kushauri. Akawambia umenishauri kwenye andiko, lakini kwa habari ya mke, moyo wangu unanishauri, moyo wangu unanishauri. Hayo makofi yatoshi, piga yanayeleweka. Haleluya! Kwa hiyo kimsingi, baadaye kimsingi, in short, ndoa ilifungwa, yule binti akaolewa na yule bwana akiwa hajamaliza darasa la saba lakini alipoolewa baada ya ndoa tu akamwambia, mimi na kiu ya kusoma, naweza kusoma. Kwa hiyo akampeleka shule, akaanza kidogo kidogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, lakini navyohubiri hapa, yule binti alikuja kumaliza darasa la saba akamaliza form 4 akafaulu, akamaliza form 5 na 6 akafaulu, akapata digirii ya kwanza akafaulu masters, na leo ni profesa wako Marekani, wako Marekani wote wawili. Asa, nazungumza juu ya discipline, uchumi na nidhamu au nidhamu inayoleta uchumi katika maisha ya mtu au napozungumza juu ya maadili na uchumi asa, kile natoka kuzungumza hapa ni nini? Hebu punga mkono hapa wale wanaoniona hapa niangalie mimi mchungaji wenu, bwana asifiwe. Hebu punga mkono tena pamoja na mimi haleluya. Sasa kilichotokea ni kwamba baadaye, wale mabinti hawakupata ndoa, hawakupata maisha mazuri, waliishia na hizo digrii za masters. Waliishi hivyo kwa sababu ya disiplini ndogo tu ya salamu, nidhamu binafsi. Na baadaye huyu dada amekuwa ni profesa, na nilipofika Marekani nikakutana naye akaniambia, sasa mchungaji, huu ndio muujiza wangu, niko hapa lakini, huwezi kuamini, wale dada zangu ambao nilikuwa nafanya kazi kwao, leo hawana maisha, wamepigwa kiuchumi, wamezalishwa zalishwa ovyo. Mimi hapa nilipo nasomesha watoto wao, na wale maprofesa ambao nilikuwa house girl nyumbani kwao, wale wazee ndio mimi nawapeleka hospitali, bima za afya, maisha yao. Self discipline, nidhamu binafsi na uchumi. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Bryson, huyu mwanangu Bryson anakaa na Arusha. Sasa nimekuwa naomba naye, anashiriki na mimi maibada za masifu ya asubuhi na jioni. Akafungua kampuni yake fulani hivi, akafanya biashara, akadhulumiwa, akapoteza, akakata tamaa, akatenda, akajenga na nyumba, karibu ahamie, ikaonekana ni uwanja wa jeshi huku Arusha, nyumba ikanyang'anywa, akakata tamaa ya kufa. Kwa hiyo akatafuta appointment na mimi. Kwa bahati mbaya sana sikuweza hata kumpa kupata nafasi ya kukutana naye, nikawa namwombea tu online. Anaambia hapana, father, mimi nataka nikutane na wewe live. Nikamwambia sawa, akaja Dar es Salaam akiwa amekata tamaa, ana madeni, nusura ya kukimbia mji wa Arusha, hajalipa mishahara, serikali TRA, kodi za serikali hajalipa, yani amevurua kampuni imeisha, akaja hapa Dar es Salaam akanipigia simu nikamwambia, mimi niko shamba niko shambani napalilia miogo yangu Bagamoyo, sipo hata huko Dar es Salaam unakonipigia simu. Akaniambia, nakuomba uniruhusu tu fan. Nikamwambia, mimi nikiwa shamba ukija, nakukabidhi jembe. Ananiambia, nitakuja. Kwa hiyo akaja, tukakutana kule shamba, nazungumza naye huku na lima Naya na yeye ana jembe. Baadaye tukakaa chini ya chini ya mwarobaini, akanieleza maisha yake na alivyokata tamaa. Nikamwambia, kwa hiyo sasa hivi? Akaniambia, mimi nimesomaga, nina degree ya chuo kikuu, nimekuja na CV zangu, naomba sasa unitafutie ajira. Nikamwangalia, sikuona kuajiriwa ndani yake, ila niliona yeye kuajiri watu wengi. Nikamwambia, wewe sio kwenda kuajiriwa, umesoma ili kusaidie, kwa hiyo unayofanya na kampuni uliyofungua sioni we ukiondoka hapa. Akanambia, akanaambia, hapana, fadha ujui nina matatizo. Nikamwambia, matat matatizo yapo, lakini na mwenye kuondoa matatizo pia yupo. Kwa nikamwambia, piga magoti nikuombee. Nikamwombea, baadaye nikapata nafasi ya kumfanyia economic counseling pamoja na na na hizo spiritual counseling, lakini kipekee zaidi economic counseling. Kaka naye kumfanyia e, ushauri wa kiuchumi, mfanya hivi, mfanye hivi, mfanye hivi, tukakubaliana. Baada ya hapo, nikamwombea akarudi Arusha. Mwezi wa kwanza kananiambia mwezi huu ndio kabisa, ndio matatizo yameongezeka na nurudisha, nikamwambia bado. Akaniambia mimi nafikiri niuze kampuni, nikamwambia hakuna kuuza. Lakini ku, ku, ku, summarize hizi habari Ninavyozungumza na wewe hapa mwaka jana mwishoni, kampuni yake imepata tenda na wamesaini tenda na kulipwa na kuingiziwa kwenye akaunti yani bila, bila masharti bilioni kumi na tano bilioni kumi na tano na ni miradi mojawapo ya serikali. Baadaye akaja akaniambia, nimeshangaa ninaona kama sasa ninaanza kuwa mimi Kambia, wewe ndiwe ulivyotakiwa kuwa. Kwa hiyo nikamwombea, nikambariki, na baadaye akaanza kufanya kazi yani, yule aliyekuja hapa na manazo akaenda siwi South Africa, manake anatakiwa kuzunguka nchi nzima hiyo. Projekti yake anahitajika magari makubwa ya 4x4 ma, magari gani, mimi sijuagi aina za magari, mimi najuaga aina za nyumba akaleta hapa magari akayapanga hapo nje. Mwinjilisi uliyaombea yale magari ya yule jamaa unakumbuka? Tena hata nilikuwa sipo. Mwinjilisi aliombea mapikapu ma mengi mengi, alileta hapo mengi. Unaombea kama unaombea nyanya. Aliyeombea ni mwinjilisi huyu hapo, lakini jamaa alikuwa amepinda kama dawa ya mbu. Wanadamu walishamnyang'anya maisha yake, wakampa feki. Mungu akurudishie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. <laughs> Haleluya, sema amina. Na mwanangu wa pili anaitwa Michael Kaduma. Yeye alikuwa na madeni, alikuwa Tunduru, Njombe, amefilisika vibaya, madeni ya kufa. Mtu aondokeje huko Tunduru na huko Njombe? Hana hata nauli ya kutoka huko kuja Dar es Salaam. Aliishia kwenda kuomba lifti kwenye semitrela akaletwa mpaka Dar es Salaam akashukia huko Tabata huko. Mzigo ukashushwa, hana pa kwenda, amekuja hivi. Lakini alikuwa ananisikia kwenye YouTube nafikiri huko huko kwa huko, Njombe. Akatafuta kanisa break ya kwanza hapo. Wewe we ni mtu amekuja hana hana begi. Amekuja na semi trailer, hajaoga. Kikwapa cha hali ya juu akaja hapo. Mchungaji Kimaro, nimekuja nilipomwangalia. Akaniambia naomba kuzungumza na wewe naomba, leo leo. Sasa tulikutana tu hapo nje nikamsikiliza kwa muda, baadaye nikakaa naye. Nilipomwangalia nikaona ana kitu kikubwa, lakini ana matatizo lukuki. Nikamwambia wewe, usirudi na hapa Dar es Salaam usionke, manake amefika hana pa kwenda, hana pa kulala, hana chochote. Nikamwambia kusudi la Mungu kwenye maisha yako litatimia. Ananieleza alivyofitiniwa na wanadamu, alivyowapa watu hela, walivyomrusha si watu nikamwambia lakini bado ninaona kuna kusudi la Mungu. Akakaa hapa kazungumza naye, tukamsaidia, lakini nikamwambia huyo jamaa aliyekuleta ana chumba hapa? Akanambia anacho. Una simu yake? ndio mpigie. Akampiga kaambia, bwana oya, mi nakuja kulala tena leo leho kwako. Ula jamaa akawa Mungu anaambia ncho, lakini siku poa sana lakini mahali pa kujilaza utakosa. Akakaa pale nika nika, uh, the, the following week akaja kwenye ibada ya morning glory, namsikiliza, namwambia una taaluma gani? Ananiambia mimi na uwezo wa kusafirishaji kitu gani kitu gani. Tukaanzia tuka hapo. Bahati zuri akakutana na watu huko Tabata na nini, yani hivi na hivi, akajiingiza kwenye kampuni. Akamwambia fungua kampuni ya ya usafirishaji, ana hata hela, lakini nikamwambia fungua na uanze kutafuta kazi. Mungu akamjalia. Ni miaka nafikiri wala haipiti miaka mitatu miaka minne mitano iliyopita, nafikiri hata miaka mitano labda miaka mitatu tu, lakini anavyozungumza hapa, wiki iliyopita alileta semitrela nyingine mbili, mwaka jana alileta semitrela mbili za kwake, juzi wiki iliyopita ameleta semitrela mbili. Sasa hivi na semitrela nne, sio za kukopa, sio mkopo, za keshi alafu na yule dereva aliyempa lifti amemwajiri kwenye, kwenye cemetery la yake hivi. Kuna watu wanaonielewa sawasawa, amefanyaje? Mimi sijui jinsi Bwana atakavyoibadilisha tabu yangu, mimi sijui, lakini kwamba ataibadilisha ninajua, tena ni kwa hakika, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu alimfungulia biashara akafanya biashara zenye, zenye tija na Mungu akambariki kwenye maisha yake. Watu wanaweza kupoteza. Nilikuwa mchungaji wa usharika wa Kariako na akaja akasikia nilikuwa na hiyo programu ya kuwasomesha watoto, akaja akajiunga na watoto wangu wengine, akaniomba, baba naomba nirisiti mtihani. Kamwita ofisini, kaambia, Ernest umepata form 4, umepata ngapi form 4? Nimepata division 4, siu ya point ishirini na nane sijui thelathini, siku eh. unataka nini? Nataka nikarisiti mtihani. Nikamuuliza, kabila gani wewe? Mchaga wa wapi? Mkibosho. Hmm, kaambia Mkibosho nakwenda kuwa msomi. Kaona mi kaambia, mwanangu, Mkibosho awezi kwenda kuristi mtihani wewe, kaanze biashara, kaanze biashara. Akanambia na mimi kweli ni pasheni yangu sana kufanya biashara. Nikaambia ndani unajiona kusoma, kufanya biashara anaambia biashara, na nikajua mkibosho anataka kwenda kurisiti mkibosho boyfriend anataka kwenda kurisiti. Nikampa laki tano, laki tano nilimpa yule mtoto, nikiwa mchungaji wa Kariakoo elfu mbili na kumi na tatu. Lakini napozungumza hapa, jamani, zile laki tano yule mtoto amefanya nazo, wengine nikawapeleka shule, yeye nikampeleka Kariakoo akaanza kununua kwa Wachina, anatandika huko barabarani, anasumbuana na, ma, na, na, ma, na ma migambo ya sokoni huko ya migambo ya jiji hivyo. Lakini leo navyozungumza na wewe, ana mtaji wa zaidi ya milioni mia tatu. Ameoa, amejenga, ameo amejenga mbezi pichi, ana nyumba, ana apatmenti, ana mashamba, ana ga ana maisha anakaaga morning glory kwenye hiyo siti hapo kila siku asubuhi yupo. Ye ni Mkatoliki, leo yuko kwenye misa zao huko.